Ni kwa sababu kanisa ndiko Mungu aliko. Shetani hawezi akampinga mwenzake shetani. Kuna madhehebu mengine, naona anasema hawa kama vile wanasema, tuombe tuombee waliokufa e, tuwakunywishe maji waliokufa tuwaombee msamaha waliokufa. Neno la Mungu halikikubali kwamba tuwaombee waliokufa. Haya ni madini ya kishetani. Sina hofu ya kuyasema e, sina hofu wala sina uoga wa kuyasema, maana ni neno la Mungu. Hakuna mahali neno la Mungu natuongeza kwamba tutawaombea wafu. Sala za wafu hazikuwagi. Hao ni wa, wajumbe wa giza na shetani. Awezi kawagombanisha hapana, analigombanisha kanisa la Mungu kwa sababu ni hili kanisa linalompiga shetani teke, mpaka shetani anawewezeka. Na ndio maana iko naleta sasa maagenti wa kuzimu waje kulisimamia kanisa linaloongozwa na Roho Mtakatifu hivi kwamba